Mbali mbali kuhusiana na teknolojia. Kama upo katika channel hino, na unatazama video hino, bado hujasubscribe, basi nipende kuku, kukuomba uchukue nafasi hii kusubscribe. Lakini pia turn on notification, usiache ku like na ku share. Hii itakujengea mazingira mazuri ili tunapokuwa tuna upload video zetu uwe mtu wa kwanza kupata hizo video. Sasa tangulia hapo wao alikwamba Channel hii e, itahusiana na masuala ya teknolojia na mambo kama hayo. Kwa sasa nikupitishe kwa ufupi channel hii e, itajihusisha na mambo gani labda. Channel hii e, bwana, kwa kifupi ni kwamba itaelezea masuala ya kuedit, ni kwamba ni application gani, application gani zinafaa katika kueditia. Na hizo application tutazichambua moja baada ya nyingine. Kwa mfano kuna application kama InShot, application kama CapCut, Adobe Photoshop, KineMaster, application kama hizo ndio zinatumika kuaditia video pamoja na picha. Kwa hiyo tutakuwa tukichambua application moja baada ya nyingine. Lakini sio hivyo tu. Kwenye channel hii tutajifunza pia matumizi ya AI. Tutaelekezana namna gani ya kutumia applications za AI mbalimbali kama vile ChatGPT, Gemini na nyingine nyingi bana, nano banana, sijui. Masuala kama yoyote tutaelekezana Umdani ya hii chaneli. Kwa hiyo ni chaneli nzuri ambayo ni kama ni mtu ambaye unapenda masuala ya ya, ya, ya, ya, ya ya teknolojia itakufaa sana. Hapo nilikuwa natoa utangulizi mfupi. Kwa hiyo ni chaneli nzuri, naomba usubscribe. Sasa, katika masuala ya teknolojia, katika darasa la leo nimekuletea somo ambalo linahusiana na ku editi kuedit video kutumia InShot lakini ni katika upande wa kuweka subtitle. Katika upande wa kuweka subtitle kwa kutumia InShot. InShot ni, ni application ambayo mimi naipenda sana katika kueditia video, hata picha pia, kwa sababu ina features nyingi na features zake nyingi ni free, yani ni bure, kama unavyojua kwamba application nyingi kuna features ambazo ni za free na, na kuna zile Pro features sasa. Nisio mwongeaji sana, twende tukafanya jambo letu kwanza. Hatua ya kwanza, uta, utakuja hapa kwenye video yes, kwenye video like this. After that, utabonyeza hapa new, new project. Kama hiyo video ambayo nataka kuweka subtitle ipo humo utachagua, lakini kama haipo kama haipo utaweka new, utabonyeza new hapa nyu itachakata. Uh, simu yangu iko slow kidogo. Yes, nyu. Sasa utachagua sasa hapa video unaotaka ku generate. Let. Let me find. Ngoja nitafute video nzuri ambayo itafaa Ah, naona video nizokuwa nazo hapa. Yes, ngoja nichague hii hapa eh. Angala video ambayo, na najaribu kuangala video ambayo haitokupo ni ya YouTube, ili nisije nikapata ile copyright strike. Kwa nitachagua hii hapa eh. Samanini kidogo, kama nilivyotangulia kusema kwamba simu wangu ni nzito kidogo, hii video hii, hii video hii nimeitoa Instagram. Isikilize kwanza kidogo. Hivi, unajua ukiwa na Samsung hauhitaji kununua kamera wala hauhitaji iPhone ili uweze kupiga video kali. Kuzidi iPhone na kamera kufanya let's kwamba okay kama vitu hivyo okay, brandi za watu hizo okay. Sasa unachotakiwa kufanya ili kuweka subtitle hapo kwanza kwenye application hapa ya, ya InShot una njia mbili za kuweka subtitles. Njia ya kwanza ni njia ya kuandika wewe mwenyewe sabtito, ambao hiyo takupa option ya kwamba wewe utachagua mwenyewe kwamba sehemu hii ntaka niweke subtitle gani, seemui takaniweke subtitle gani, seemu i niweke semuinisiweke. lakini njia ya pili ni option ina inabidi haiwezi kufanya kazi kama hujawasha internet. Yani inabidi uwe na data, labda umeconnect wifi au umejiunga MB hapo, na wala hitaji mb nyingi. Sawa, sasa tuanze na jambo letu hapa. Kwa mfano, kianza hii taya kwanza kabisa Kumbe hapa akianza hapa anasema wala hauhitaji iPhone. Nimevurugaje hapa? Sorry, kidogo kuna jambo alipo. Sawa, yes. Kumbe akianza hapa Sema wala hauhitaji iPhone. Nimeanzia hapa kwa sababu kule nyuma naona kuna caption yake mwenyewe aliweka. Sasa hapa utabonyeza kwenye next. Kwenye text no, sorry. Kumbuka hapa nakuelekeza ile njia ambayo unaweza kuweka caption wewe mwenyewe. Sasa hapa tena utachagua kwenye text hapa. Yes. Simu yangu ni nzito kidogo samahani. Unaona vitu vinaenda slow, slow. Sasa hapo alisema wala hauhitaji, amgoja kwanza nirudishe kidogo, nimsikie alivyosema, wala hauhitaji iPhone. Utaandika hapo, wala hauhitaji, hauhitaji, hauhitaji Hauhitaji, hauhitaji, hauhitaji, hauhitaji. Hauhitaji. iPhone like this. Sasa hapa bwana utachagua, kuna kuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza ukabadilisha hapa, unaweza ukabadilisha, unaweza <coughs> ukabadilisha size ya maneno, unaweza ukabadilisha mwonekano wa maneno, kwa mfano Labda nikitaka maneno yangu onekane kama hivi kama hivi kama hivi, unaweza kuchagua tu hapa kutokana na wewe utakavyotaka, kama hivi, like this. Hivyo kuna hiyo hapo, kuna hiyo hapo. Tufanye mimi nataka hiyo hapo, ndo nimeipenda. uh. okay. Sasa hapa kuna sehemu hii hapa ya kupunguza kubwa maneno au kuongeza hivyo. Okay, hapa nitaweka katikati. Unaweza kubadilisha rangi, ukaja sehemu kama hii, hapa hii. Mm -hmm. Hapo utachagua rangi unayotaka, kwa mfano nyeupe. Nyeupe naona mara nyingi ndo the best kwenye video nyingi, kwa sababu sini inakuwa ni rangi tofauti na nyeupe kwao nyeupe na kwa the best kini, ukihitaji nyekundu sini, nyekundu sini nini, rangi yoyote unayotaka ipo. Mimi nitachagua nyeupe, okay. Lakini pia nitataka ya maandishi yangu niashushe kwa chini, kwa nita hold maandishi afu nitashusha chini, napenda nita subtitle ionekane hapo, kwa tukija huko itaonekana kama hivo. Uweze hmm. Kuna kitu kimemisi hapa. Kumbe hapa mwanzo walisema hauhitaji kununua kamera sasa hapa amesema hauhitaji kununua kamera. Hapo ndio tuanzia hapo, napo hauhitaji kununua kamera. Sasa ama neno shakuwa mengi, kwa hiyo tutafanyaje? The best way ni kubonyeza alama cha kuandikia chak, chak, kwa hapo chini, kwa hiyo kamera achi okay. Sasa yes. Kufanya cha kufanya nita, nitapunguza ukubwa neno, then nitashusha chini toka kama hivi tu. Kwa hiyo ikianza hapa itaanza I mmeona anapandiana, anapandiana hapa. Nitali... mm -hmm. video... sasa manapandiana, ili asipandiane nitachukua hii, nitakuja hapo kwenye hiyo hapo, neno ambalo amesema uhitaji kununua kamera nitalirudisha mpaka hapa kama hivyo. Sasa hapa ili uweze kurekodi video kali. Kwa hiyo tunaona kabisa hii iPhone nayo imepita, imezidi, imezidi. Ah, unahitaji iPhone ili uweze. Hapa tunatakiwa tuweke ili uweze kurekodi chini nitaandika video like this. Nitafanya vitu vyote navyoelekeza mwanzo, nitashusha kwa chini, nitapunguza maneno kwa kidogo ili yasionekane makubwa sana, then kwangu mimi nitakuwa nimemaliza, ila wewe kama utahitaji vitu vingine hapo Yes, unaweza ukaongeza kama utahitaji kubadilisha rangi kama ukitaka maneno haya yawe na rangi, maneno haya na rangi wewe tu, ila mimi hapo inaona inatosha. Kwa hiyo nitabonyeza tiki tena nitakuja kuitazama huko. Simu yangu nzito kidogo hapa, hmm. utagundua kabisa ili neno uweze kurekodi video kali, kama limezidi kidogo ko, yani limeendelea mpaka ambapo halitakiwi kuhusika, na bado imezidi kidogo, tucheke hapo. Yes, hapo safi kabisa, kwao tutaendelea hivyo hivyo mpaka video inaisha. Kwa mfano hii video ina dakika moja na sekunde thelathini na nane. Kwa kila neno utakuwa unaliweka hivyo hivyo, kila neno utakuwa unaweka subtitle wake kama hivyo. Kwa mfano hapa unahitaji kununua kamera, wala hauhitaji iPhone ili uweze kurekodi video kali sana. Na umeona eh, kwa ni kama hivyo inakuwa inapendeza. Yani kiukweli subtitle inaongeza kitu fulani hivi na hapa nimeweka subtitle ya Kiswahili, lakini mi napendelea sana na naona inafaa sana kwenye video ambazo ni za Kiingereza video, no, video ambazo ni Kiswahili mtu ukatumia nani, nashauri, napendelea kushauri kwamba mtu utumie subtitle ambazo ni za Kiingereza, kwa sababu Kiingereza ni lugha ambayo iko worldwide, yani inazungumzwa na mataifa mengi sana katika, katika ulimwengu. Kwao unapotumia lugha ya Kiswahili kuongea, ukiweka subtitle ya Kiingereza hapo unakuwa umecheza kama Pele, yaani video yako itaenda viral, itatazamwa na watu wengi, itakuwa maarufu, na kama hivyo katika platform nzuri itakuingizia kipato kizuri kitazama. Hii inapendeza kabisa yes. Kwa ndo hivyo, katika video inafuatia nita nitaelekeza sasa ni namna gani unaweza ukaweka hiyo subtitle, lakini subtitle hizo ambazo nitaelekeza katika video inafuatia, ni njia ya kuweka subtitle ile ambayo ni auto, auto caption ile ambayo nayo sio ngumu, ila tofauti yake ni kwamba lazima uwe una internet, na tofauti yake nyingine ni kwamba hii unakuwa umeandika mwenyewe, ile ina, inajigenerate automatically, sindio bana? Naomba kama bado huja subscribe katika chaneli hii, ebu subscribe, maana pia utakuwa unanipa mimi motisha. Hivi unajua, ukiwa na Samsung hauhitaji kununua kamera wala hauhitaji iPhone ili uweze kurekodi video kali.